Je, yeah, unafahamu tembo ni mmoja wa wanyama wanaoishi muda mrefu zaidi mbugani? Tembo ni miongoni mwa wanyama wachache wa, wa porini wanaoishi miaka sitini hadi sabini, na mara nyingine hufika mpaka miaka themanini. Hii inawafanya kuwa miongoni mwa wanyama wanaodumu muda mrefu kuliko wanyama wengine wa mbugani kama simba, chui au swala. Sababu zinazopelekea tembo waishi muda mrefu zaidi: Moja, miili mikubwa na nguvu nyingi. Mwili wa tembo ni mkubwa na wenye kinga imara. Hii huwapa uwezo wa kujilinda dhidi ya wanyama wanaowawinda na kupunguza hatari ya vifo vya mapema. Mbili, wana ubongo mkubwa na akili nyingi. Tembo wana ubongo mkubwa sana ukilinganisha na wanyama wengine. Akili yao huwasaidia kukumbuka njia za maji na chakula, jambo linalowasaidia kuishi kwa muda mrefu kwenye mazingira salama. Tatu, kuishi kwa makundi yenye ulinzi. Tembo huishi kwenye makundi yanayoongozwa na jike mkubwa. Maisha ya pamoja huwapa ulinzi, malezi bora kwa watoto na msaada wanapopatwa na hatari.